Karibu tena msamaji wangu mahala kokote ulipo, ni kupashe yale ambayo yamejiri. Tanzania blanda kubwa na mistake waliyofanya ni kuruhusu kuongozwa na mama. Inaonekana ilikuwa laana kubwa sana kwa sababu leo hii nimeshangaa na taarifa ambazo nazipokea kwamba John Heche naibu mwenyekiti wa chama cha Chadema opposition party kule nchini Tanzania, amehukumiwa kutokana na kosa la terrorism, uharibifu, ni ujambazi. Amewekelewa kosa la ujambazi. Heche, kwa faida ya mtazamaji wangu, alikamatwa uh, siku alipojaribu kuhudhuria mazishi ya mwenda zake Raila Amolo Odinga ambaye alikuwa ni rafiki wa karibu, because Odinga vile vile alikuwa kiongozi wa upinzani hapa nchini Kenya. Baadaye serikali ilimsafirisha hadi Dodoma kabla ya uchaguzi kumbuka, alafu leo hii mahakama imemtolea, ime yani, imemwekelea makosa ya ujambazi, terrorism. Mwanachama mkubwa eh, kiongozi wa chama Tundu Lisu, kwa upande mwingine ah, anakabiliwa na kesi ya uhaini, hmm? Treason. Na the consequences of treason naweza is death sasa mashirika ya haki za kibinadamu yanajiuliza je, yeah. Uh, John Heche alifanya makosa gani au alijiuzisha na ujambazi upi, licha ya kwamba kipindi na wakati machafuko yalifanyika ya uchaguzi mkuu wa, wa tarehe ishirini na tisa John Heche alikuwa bado mikononi mwa polisi. Now, where are they finding terrorism charges? Wanatoa wapi visingizio hivi vya ujambazi, kwa sababu John Heche hakuhusika kivivyote vile, labda kuhamazisha vijana waingie wafanye maandamano. Kile ambacho chama cha Chadema kilitangaza ni kwamba kiliambia wanachama wake wasije, wasusie uchaguzi wasipige kura sababu mwisho wa siku walikuwa ashatolewa katika kinyang'anyiro hicho. Haki za kidemokrasia zilienda wapi? Mbona Mama Suluhu anakaa mkatili namna hii? Kama ni uongozi amechukua, ndiyo ashatangazwa mshindi, akapata kura zaidi ya milioni thelathini na mbili ushindi wa asilimia tisini na nane. Sasa hawa John Heche, Humphrey Pole polepole, tundu lisu, mbona wanamkwaza kichwa? Si awaachilie? Vijana takriban elfu tatu waliuliwa katika vurumai na vurugu zilizotokea nyakati za uchaguzi. Yaani huyu mama anataka mwage damu ya kiasi aina gani? Niposa tosheke Watanzania, nadhani ni uchungu. Na huyu mama anajaribu kutumia kila mbinu kunyamazisha the opposition, anatumia kila njia kwa wale waliofanya Sijui ni riwaya au tamthilia. Kuna kitabu kimoja kilichoandikwa na Pauline Njoroge, Kigogo. Katika Kigogo, um, tamthilia hii inaelezea na kuchora taswira jinsi ya uongozi mbaya kutoka kwa majoka. Majoka sasa hapa ni Mama Suluhu Hassan, anatumia vyombo vya dola kukandamiza haki za kiraia. Vyombo vya dola ni kina nani? Maafisa wa polisi, idara ile ya mahakama, anatumia idara ile ya uh, ma, -ma, -ma, -ma-tume ile ya uchaguzi, kwa sababu naambiwa uchaguzi ule ulidukuliwa. Alitoa wapi kura milioni thelathini na mbili? Ili hali tuna taswira kamili, tuna picha, tuna kanda za video Station, polling stations mingi ziliharibiwa siku ile ya uchaguzi. watu walijitu, watu walio idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura ilikuwa finyu mno, ni ndogo, lakini kura milioni thelathini na mbili zilitoka wapi? Kwa hiyo haya ni matumizi mabaya ya vyombo ya, ya vyombo vya dola, vyombo vya serikali, mali ya umma. Yeye mwenyewe sasa hivi hateseki, ameangamiza Uh, upinzani kabisa, yani ameididimiza ya anatumia kila mbinu, kama ako na uwezo, anaweza hata kuaua. Lakini mama, wacha nikwambie mazito yatakutendekea, ya mambo mazito yapo ya njiani. International Criminal Court ICC imeendelea kutumiwa evidences ushahidi kadhaa ya uhaini, mauaji Ukatili, utekaji nyara unaoendeleza na jeshi lako la polisi na maafisa wa serikali, ni vitendo, bila shaka yote, msamaji wangu, vimeibua hisia kali ulimwengu mzima, na tangu jadi, mwaka elfu moja mia kenda tisini na mbili Tanzania ilipopata uhuru wa vyama vingi CCM, chama cha CCM kimekuwa kikiongoza taifa hilo, lakini uongozi wa Mama Suluhu jameni, ah, hata si wa kupigiwa mfano, ni wakulaaniwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Yaani yale mambo mbaya ameyafanya, ameibadilisha Tanzania iliyokuwa inapigiwa mfano kuwa taifa lenye Uh, utulivu taifa la amani, sasa limegeuka kuwa kama Sudan, Uganda, Somalia, mataifa ambayo hayaeleweki. Uh, Watanzania, itakuwa vigumu sana kujikomboa kwa sababu hivi sasa naambiwa maafisa wa polisi, jeshi la polisi Ukijaribu ku kuandamana ukijaribu ku, kusambaza picha za ukatili wa maafisa wa polisi basi unajipata ndani au makarau, maafisa wale wanakuja wanakuulia, wanafanya mauaji hadi nyumbani kwa mtu, wakiwapata mpo vikundi mnauliwa. Kwa hiyo ni taarifa ambazo zimeendelea kuogofya sana. Uh, kama ni mara yako ya kwanza kutazama kanda hii video, ambasano, ya video ningekuomba sana uchukue sekundi yako moja, pige subscription. Takuwa narejea matukio mingine zaidi. Usukani mbali, hii ni RN Media.